ambaye anakuwa ni shetani ili kuweza kuyakeperusha, lakini neno lako mizani ini ya wana wako zo natunda kwa wingi kwa jina la Yesu amen. Sisi mbele zenu tunakuwa kundi la kiinjili la kutoa ushahidi juu ya kweli inakuwa ni sehemu ya kanisa katolika la mitume. Basi tunawakaribisheni hivi mada ambayo tutasimama nao mbele zenu, nasema Mungu wa kweli ni nani? Mungu wa kweli ni nani? Na utarejelea maina ya Mungu kupitia maandiko matakatifu ili kuthibitisha kile tunachokiongea. Basi utaanza na kusoma Injili kama ilivyoandikwa na Yohana katika sura ya kumi na saba mstari wa tatu. Sikilize mchomaji wetu nchini, kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya 17 mstari wa tatu. Yohana wa kumi na saba mstari wa tatu, kwa wale wanaopenda kuandika na kusoma, unasoma katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema hivi: huu ndio uzima wa milele Wakujue wewe wakujue wewe. wakujue wewe uliye peke yako Mungu wa kweli na yule uliye mtuma na yule uliye mtuma Yesu Kristo. Amen ani, hii ni maneno ya Yesu Kristo. Yesu akiwa akiwaombea wafuasi wake, anaanzia kuwaombea mitume, baadaye wafuasi wote ambao sisi tunawamwamini leo. Anasema uzima wa milele ndiyo huu Yesu, kwa namuomba Mungu baba yetu wa mbinguni, kama alivyotufundisha yetu uliye mbinguni. Na Yesu alikuwa akimwomba baba yule wa mbinguni, na anasema uzima wa milele na, na baada ya kumjua yeye, kumjua na Yesu Kristo aliyetumwa na yule ambaye ni Mungu wa kweli, tunaweza tukawa